Mdawa inakuaje na tumapo barida mahali popote ambapo ulipo siku zote, wauni wanasema kwamba umbea utake uvivu, na leo wambea wameandaliwa chai na wapishi wawili, ambaye mmoja ni comedian ambaye anaitwa David Oyando, ama ukipenda mwite Kendrick Mulamwah, na mwingine ni aliyekuwa mpenzi wake Ruth K. Ruth K aliandika ujumbe mfupi katika mtandao wake wa Facebook na kusema kuwa Mulamwah amekuwa akimtumia hela kisha anapiga screenshot na baadaye ana reverse hizo hela. Muda si muda, bwana Mulamwah alituma bomu na kuchafua hewa kwa kuandika ujumbe mrefu, ya kumshtumu bi Ruth K kwa kuwa bidada asiyekuwa na shukran, pia asiyekuwa na msimamo na asiyependa kutunza penzi lake. Mulamwah aliongeza kuwa alimtoa ali bi Ruth K mbali sana, kwa kuwa ilimbidi ampeleke hospitalini kumwekea meno, kwa kuwa kuna muda baadhi ya meno yake tayari alikuwa ameng'ooka na hivyo si ilibidi aenza kazi yake ingine. Si hilo tu, Mulamwah aliongeza kuwa kutokana na umaarufu wake alimsaidia Ruth K kupata baadhi ya madili kama vile kuwa ambassador na influencers wa brands kadhaa kadhaa, ambapo baada ya kupata hizo deals ndipo Ruth K akaanza kupata maokoto na akaanza kumwonyesha bwana Mulamwah dharau. Kwa sasa Mulamwah anamshurutisha Ruth K amregeshee ya meno yake bana. Kumbuka wawili yao walijaliwa kumpata mtoto mmoja ambaye anafahamika kama Keila Uyando Jr. Kwa sasa tunafuatilia tuone kama Ruth K ataregesha bomu ama atatulia. Aa, wana mtandaoni wanasema Mlamua ni yule x ambaye ukimguza tu hivi anakushuka na wewe. Wangu wangu, nipe maoni yako. Je, kwa yule x wako ambaye mliachana, unataka kuregeshe nini? Na hii aijakaa sawa mwanangu, niite Presenta DK Ehee, kamanda wakisure, kumbuka kusubscribe, kushare na kulike. kutokometishe sana.